Twende zaidi mbele. Sasa hapa ni katika sehemu ya tano, wanaita the Kingmaker. Jamali alipomfunua binti ndo anagundua se Boryung, mwanamke mbaye alikuwa akimtafuta zaidi miaka mitano. Anamuuliza amerejea tena. Binti mwenyewe ana surprise, anashangaa. Ya maana, nasema nawezaje kukusahau wewe, ambaye nilikuwa nikikusubiri zaidi ya miaka mitano. Toka wakati nilipofunga riboni yako pale, nimekuwa nikikusubiri siku zote. Na ulikuwa wapi wakati wote? Kwa nini ghafla ulipotea katika maisha yangu? Bibi, nasema wakati ukifika, nitakombea kila kitu. Kwa nini? Hana habari binti, sasa hivi taito wake ishabadilika. Bibie ni mtu mwingine Boryong. Ni princess. Na kuuliza eti. Hauje fresh kuniona? Ha? Kwa nini uje fresh kuniona? Mara sikia: princess, my princess. Ala, yeye mwenyewe anashangaa. Anashangaa panga, we kama mbali na princess. Tu mkono kwa princess. Ndio anashangaa princess. Kwanza yale ni binti ni princess. Alimwacha, alikuwa ni binti tena wa mahadhi ya chini wa kawaida. Kama mbali. Binti anasema mwacheni. Ana mwache. Ndio ya. Huyu ni mtoto wa Lord Gongwa, yaani bwana au governor wa Gwangwa hapa, Gwangwa Gwangwa jini. Kwa hiyo ni mtu mkubwa kabisa ndio. Kwa heshima princess, rudisha tu wachache nyuma, yaani usimsogelee princess kabisa. Binti anasema wakati ukifika, haya yote unayashangaa, utajua kwa nini mimi ni princess na kadhalika. Ila kwa sasa samahani. Naomba niende. Alimwacha jamaa kwenye wakati mgumu, kujiuliza maswali mengi sana, asipate picha bwana Chonju. ah, princess how come, inakuaje? Anyway, sasa baba huko anasema, swala la kijana wangu kumua princess hii ni kama fujo, ni ghafla sana. Akaambo ni mtu wa heshima kifalme, unawezaje kukataa amri ya mfalme? Hili ni agizo la mfalme. Mfalme anataka wewe bimi, kijana wako amoe binti yake, unasema kwamba ni fujo

Na taifa, ni kweli. Bwana mmoja anasema kama zitajulikana zitaleta shida kubwa sana lakini, anasema kwa sasa hivi tunataka tuweke watu wengi katika sehemu moja, mfalme pamoja na bwana mkubwa au gavana wa na future ya family yetu inategemea hii mission nitakayo na kuifanya kwa Gwanju. Sijui mwanangu unaelewa ninachokwambia? Lazima tuhakishe kwamba tunafanikiwa kulipata lile eneo ili tukamilishe mipango yetu katika siku zijazo. Anasema ina shida, baba, tutafanya taratibu wote wa hila ambao utasababisha Gwanju kuingia kwenye shida. Yaani kuingia kwenye kwenye hii shida. Na kama tutasema tumuue, moja kwa moja, kutatokea tatizo nitakayotumia mbinu nyingine mbadala ambayo itatusaidia sisi kufanikisha mpango wetu pasipo eh, jambo lolote kujitokeza la kutuzuia. Sasa, in short, kwa ufupi, wanataka sana ilo jimbo hicho kisiwa cha Gwangi kwa ajili ya vitu vyao vingi ambavyo wameplani katika siku zijazo. Sasa nasema mchukue princess, mtoto mfalme, tutengeneze mtego wa bwana bwana mkubwa huyu gavana Gwangju na kijana wake ambaye ni Cho Yongju Junjo. Basi tutengeneze kampango, kama wanataka kufunga ndoa, tuseme mfalme umetoa agizo amoe. Wakati wa maandalizi ya ndoa, hapo hapo tutachelewesha muda kidogo, tutafanikiwa kuingiza baruti kule, tutamsababishia kesi. Wanachotaka hapa ni kumtengenezea gavana kesi, ambaye itamtoa kwenye madaraka, ili wao wapate eneo, lakini pia kuna vitu vao vitafanikiwa. Sasa tutafahamu mbele zaidi. Basi tunakuja hapa. Hii sasa ilikuwa yote ilikuwa ni kumbukumbu, sasa ni live. Koyo, ni live. Kwa hiyo mambo yote yanayofanyika hapa ni kumtega bwana mkubwa ambaye ni mzee mzima. Wanamuita Mr. Queen Choi. Iko tunsuru salpiro wataka. Leo alikuwa amekaa pamoja, wanapata cha cha kunywa, anapiga story, alikuja jamaa mmoja ambaye ni mtabiri. Anasoma nyota za watu hapa. Kisema tarehe yako kuzaliwa, siku yako, E, kijana, una sura nzuri sana we, e, asema, nilizaliwa, ulizaliwa tarehe gani? Tarehe 18 siku ya sita ya mwezi Eh, katika mwezi wa kumi na nane na siku ya sita katika mwezi, wanajua wao wanaisomaji hiyo. Sasa akaanza kutabiri maisha ya kijana huyu. Maran samak soge mchini tori mida anasema ni kama jio lilotupwa katikati ya jangwa, halina maana yote. ndo no maisha yako we ya kijana Bisho. ni neno zito kidogo huu mtabiri kidogo ametoa neno zito. Akavumilia tu pale. Em, tujua bari ya Chungju ambaye ni mtoto wa gavana nasema, mtoto wangu lizla kipindi cha misukosuko, kwa tukumbuki sana hizo tarehe kuna kitu ambacho anakificha. Sasa mtabiri anasema ni vigumu sana kuweza kutabiri maisha ya mtu ama future ya mtu pasipo kujua tarehe yake kuzaliwa. Anyway, tutajaribu kuangalia huo mwaka basi. Huyu nabii sasa, huyu mtabiri akapitisha sasa lile jina kwenye karatasi, anasema. Yani katika habari za story, watu wanapiga hadithi huko, wanapata unywaji na kadhalika, lakini tujue tu jambo moja tu, huyu jamaa Taeso hakuja kirahisi. Kuna issue mele ime waziri mkuu kamtuma aje kuifanya huku na mission yake, ndio huyu. Anasema huyu jamaa ni dragon, yaani ni dragon black dragon, dragon mweusi no. ambaye atatoka kwenye maji na kuitawala dunia. Yaani anasema jina la kijana huyu ni kubwa mno, atacross taifa, atajulikana isivyo kawaida, amezaliwa na hekima pamoja na nguvu kubwa. Atakuja kuwa jenerali mmoja mkubwa sana. Gavana Choi, unasikia habari ya mtoto wako? Oh yeah. <laughs> atakage mtoto wake wa mtabirie tabirie sasa unabii, akawa anazidi kutoa utabiri. Anasema ni kweli kabisa, ila itategemea na mwenzi wake wa rohoni, atakuwa ni mwanamke ambaye si wa kawaida ambaye watakapokutana ndo hii ndo tutatimia, lakini tokea mtu mmoja akasema, hapana, ninyi nyote hamwezi kufanya upuuzi kama huu Jagol, ni sana kutia sumu kwenye masikio ya kijana mdogo huyu. Mnataka kuharibu ufahamu wake na uelewa wake wa siku zijazo. <laughs> Alafu mtu amefunika sura bwana, kama unataka kusema nini, kwamba mimi natia maneno ya sumu kwa <laughs> huyu kijana, kwamba anachosema ni uongo? Hebu mtuweni hapa huyu sasa jamani mzee ni kichatu. Akamba kwa, ngoja kwanza. Mr. Kunyum za muda mrefu. Inaonekana namjua governor sana. Eh, governor kumcheki anasema asem, acheni rafiki yangu bwana huyu. Huyu ni rafiki yangu wa zamani. Namjua sana huyu. Karibu miaka kumi hatukuwa pamoja. Huyu jamani monkey nao ni watu wenye uwezo wa kuona lakini wana, wana wana, wana, wana ni walimu wa martial artist na kadhalika. Huyu ni Manki anasema ndio, Manki original wewe ndio. Ina maana alichokipinga anakielewa. Daejeongye, ham wewe kama ni Manki inabidi apewe heshima yake, ni kweli. Inawezekana anafahamu zaidi. Labda tuambie. Naombeni mniruhusu nami nishiriki meza pamoja na nyie. Akabasi, na shida mheshimiwa, karibu. Manki akakaa sasa, ili kuzungumza nawe. Basi. Alichana ile karatasi ambayo mwenzake alikuwa ameandika kitumia kwa ajili ya kutolewa kutolewa unabii. Akaichoma, alafu sasa anataka aseme yeye anayojua. Sasa sikiliza, Manki anaheshimika, anao kishito Manki, manake kuna udhibitisho. Anasema acha nitoe sumu kidogo, ile ingia katika masikio ya kijana huyo. Manake nimfanye afikiri vizuri. Ni kweli kabisa ana roho ya Black Dragon? Na atakuwa na nguvu kubwa. Ni kweli anaweza dunia. Lakini si rahisi kama unavyofikiri. Maana kila mtu katika maisha amepewa nafasi, amepewa njia mbili. Tuhan. Lakini pia katika njia ya kufikia hayo Tukani, kuna vitu vinavyoitwa maandalizi. Koye. Kuna katika maandalizi sasa kuna kufeli kwa jianda au kufanikiwa kujiandaa, huku kutakufanya ufikie hizo ndoto kitu kimoja ambacho mtu amesema mapema sana bwana, atapata fursa ya kuchagua njia mbili katika moja. Akifeli kuchagua njia, basi hataweza kufikia hapo. Jamaa kama, sikiliza, naona mna diskasi sana kuhusu mimi. Kabidi kijana ingile kati anamheshimu sana umanki, lakini akutaka waendelee kudiskasi sana kuhusu habari ya maisha yake. Oh, kuna njia mbili zitakuja, sio nini? Ah siju ntakuwa mkubwa mtu mwenye nguvu kwenye ili taifaa. Kinw akamuliza je, namaana hauamini nachokizungumza au hichi kinachosema? Anasema hatima ya maisha yangu katika siku zijaoujatia kwangu ujatia chochote

nasikia jamani, kuna message oh. Princess alikuwa anataka kuonana na mtaala eh? Basi mileta ujumbe kwa mjomba, mjomba, sasa akausoma ujumbe. Binti anasema naomba tuonane tena ukiwa peke yako. Unyong, basi tunazidi kusonga mbele zaidi. Yapo ni katika sehemu yetu ya tano. Twende katika sehemu ya sita kito nakita The Kingmaker. Sehemu ya sita bila kupoteza time.